Kuna wengine ambao wanawaambia sisi tungia pande nyingine, hiyo ni mzuri. Lakini nasema bwana, jana wewe walikuwa nasema sisi ni nyang'au. <laughs> Leo wanaambia sisi, sisi. Sasa leo tumekuwa malaika, tumebadilika, tumetoka nyang'au tukawa malaika namna gani? Kwa hivyo sisi sisi wenyewe hatuwezi kudanganywa, tunajua pale tunataka kwenda. Aambia watu wetu wasimame imara, nina hakika tutafika, hakika tutafika, lakini hatutaki unafiki ya mtu ambaye anasema hapo, mimi nimeweka mtego, mtego. Waswahili husema mtego wa panya huwashika waliomo na wasiokuwemo, sasa wale ambao waliweka mtego, ndio mtego wamewashika. sisi tutaenda pamoja. Ama sivyo? Ama sivyo?